Tu asifiwe. Uh, siku ya leo tunaendelea na masomo yetu haya, ambayo kama ambavyo niliahidi kwamba tutakapokuwa mwisho wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano nitazungumza habari nzima ya ahadi ambayo ndiyo mada yetu kuu tumekuwa tukitembea nayo, ahadi ambazo tumeahidiwa na Mungu. Na kwa sasa tunaangalia ahadi iliyo kubwa kuliko zote ambazo mimi nimeahidiwa na wewe umeahidiwa, ni ukaribishe kwa unyenyekevu mkubwa sana katika mwendelezo wa masomo haya. Bila shaka tunazidi kumshukuru Mungu kwa wote ambao pia wanazidi kukutana na Mungu kupitia masomo haya ambayo yanazidi kuendelea. Katika wiki hii tutaangalia habari nzima tarehe zote za ishirini na kitu mwezi wa kumi na mbili, tutaangalia ahadi nzima ambayo ni ahadi kubwa kuliko zote katika Biblia. Kama nilivyokumbusha, zipo ahadi nyingi ambazo tumeahidiwa na marafiki zetu. Zipo ahadi nyingi ambazo umeahidiwa hata wewe na ndugu zako, lakini hii ni ahadi iliyo kubwa. Sambamba na hivyo, zipo ahadi nyingi ambazo Mungu ameniahidi mimi kwenye Biblia, lakini hii ni ahadi kubwa kuliko ahadi zote. Ni ahadi tutaangalia kitabu cha Ufunuo. Sura ya 21, sura yote hiyo tutaiangalia, ambapo inazungumzwa ahadi kubwa kuliko zote. Bila shaka ni ahadi ya uzima wa milele ambayo hii inakuja ikiwa na mazingira mapya, inakuja ikiwa na mji mpya na dunia mpya, inakuja ikiwa imeumbwa upya, sio kwamba marekebisho, sio marekebisho ya Mungu Jerusalem. So marekebisho ya Mungu ni mji mpya ambao Mungu ameumba kwa ajili yangu ameumba kwa ajili yako. Utashuka baada ya yeye sasa kusema kwamba hakika wanadamu sasa, nahitaji ni watoe katika dunia hii yenye dhambi. Mama wati anasema katika dunia hii iliyorogwa, katika dunia hii yenye machungu, katika dunia hii iliyochoka katika dunia hii yenye maumivu katika dunia hii yenye vifo sasa. Baadhi ya vitu ambavyo havitakuwepo katika nchi mpya na dunia mpya, ambayo ndiyo ahadi kubwa kuliko zote katika maandiko matakatifu, nchi mpya na dunia mpya ambayo ndani yake kuna uzima wa milele, ndio ahadi kubwa kuliko zote katika Biblia. Uzima wa milele, tunapambana tunapambana, tupo kwa Yesu. Uzima wa milele kila mmoja wetu tunachuchumia, tunapambana, tunamwomba Mungu, wakati mwingine tunaacha kutenda dhambi, sio kwamba tu mtu wa Mungu huishi maisha mazuri duniani. Kitu ambacho hakitakuwepo katika nchi mpya na dunia mpya ni habari nzima ya magonjwa. Magonjwa ambapo ukisoma kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 21 mstari wa nne Inazungumza, kwa, inazungumza kwamba wala mauti haitakuwepo wala maombolezo hayatakuwepo, inazungumza. Maandiko matakatifu yanajitambulisha, kitu kikubwa zaidi ambacho tunatamani kuzungumza hapa ni magonjwa hayatakuwepo, magonjwa ambayo leo yanatutesa, magonjwa magonjwa magonjwa ni kitu ambacho kimekuwa kikiumiza katika jamii tunayoishi, ni kitu ambacho kimekuwa kikiumiza katika dunia hii tunayoishi. Kwa nini upange kukosa? Kwa nini upange kukosa katika nchi mpya na dunia mpya ambayo magonjwa hayatakuwepo, saratani haitakuwepo, ukimwi hautakuwepo, pressure haitakuwepo? Kwa nini upange kukosa? Na shida kubwa leo limekuwa ni kuamini kwamba Mungu ametuahidi, kwamba tumeahidiwa kuna nchi mpya na dunia mpya, ambayo leo nikukumbushe tu kwamba magonjwa hayatakuwepo. Ni kweli unateseka, una magonjwa wewe unayenitazama, na kweli familia yako inateseka na magonjwa leo. Ni kweli wewe yaweza kuwa unateseka na ugonjwa fulani, nikuhakikishie, mtu wa Mungu, magonjwa na vitu vingine leo, nazungumza tu magonjwa na vitu vyote vinavyosababisha magonjwa havitakuwepo, hayatakuwepo. ni, ni kushauri. Mji huu umepambwa kwa namna ya ajabu. Milango ni lulu. Haijaishia hapo. Mazingira yamepambwa ya, ya kwa kiwango cha juu ambapo hakuna lugha ambayo inaweza ikaelezea duniani. Milango ni lulu lakini pia unaambiwa kwamba kuna kabila kumi na mbili malango kumi na mbili ambapo malango haya kila, kila, kila, kila mlango ni jina la kabila moja. Haijaishia hapo tu, kila lango jina lulu. Haijaishia hapo tu, kila lango lina malaika. Kwa nini upande ukose? Kwa nini upande ukose? Nikutie moyo Unakaribishwa katika nchi mpya na dunia mpya ambayo ndiyo ahadi iliyo kubwa kupita zote katika maandiko matakatifu. Panga kuweko pale. Na Mungu atakubariki sana. Tunapoendelea na maombi.